Kukutana na watu wa makamati, huu ni usiku wa barazanji, lakini umekushana watu wa makamati pembeni, namwona Sheikh Rashid. Sheikh Rashid, tunakuita pembeni, namwona Sheikh Rashid. kwa vile kwa vile huu ni usiku wa makamati na maamati na, usiku wa barazanji na umekushana watu wa makamati, utakaa na Sheikh Rashid pale. Eh, Sheikh Masudi. Mas Alhamdulillah. Naam. Ah, Sheikh Masudi, mimi nilitaka kujua unasifikana sana kunako tasnia ya kusoma Qurani lakini huyo ah, bwana ni, ni, ni mwalimu wa watu wengi. Wewe ulijifunza api fani ya kusoma Qurani tajwid? Fani imekusanya walimu tofauti, ndio. Eh, akiwemo huyo shekhe ambaye yuko hapa, al-Malikul Kudus. Eh, lakini vile vile walimu tofauti yuko. Ndio. Shekhe mmoja maarufu ndio anaitwa Miraji Hamis ndio huyo ndiye mwalimu pia ananipa mafunzo. Yule bwana aliondoka hapa hapamba kaondoka. Ndio, hiyo ni walimu tofauti, na kila mmoja akatoa mchango wake kwa hali yake, ndio. Sasa cha kushangaza mm, huyu Sheikh Rashid ana wanafunzi wengi, lakini amenipo naye muda mrefu, lakini sijui mwalimu wake nani. Yule bwana mwalimu wangu, yeah, wa kwanza na mtuk wa makamati huyo mwalimu mwingine, mwalimu Hamis kutoka denja Denja. Alafu ni kwa sababu makamati yako ya aina nyingi. Ndio nilisoma pale kwa Shekh Muhamed na Bi Mariam pale Magomeni, ndio nimesoma kwa Hamisi Mwantenga. Ndio. Lakini chuo lichostafidi zaidi pale ni Kadiria kwa mwalimu Hamadi. Sasa mwalimu Hamadi yeye ndiye atakutafutia mwalimu wa makamati fanani ambaye yuko kiwango cha juu nimesomeshwa na mwalimu na mwalimu Sultan Merondo. Ndio. Ndio. Ndio ndio. Hapo mistafidi kutoka hapo tena ndio tena kenda Dar es Salaam kwa Sheikh Hussein Mpita. Ndio. Sheikh Hadi Mpita. Ndio. Sheikh Adam Mpita. Ndio. Sheikh Nuruddin Hassan. Radhiyallahu anhu. Hao mabwana unawataja Hussein radhiyallahu anhu. Mwalimu wa walimu Sheikh Said Hussein, yani Sheikh Said Hussein Badawi. Eh, rahimahullahu alayhi radhiyallahu anhu. Sio, amepita pale kwa bwana nikenda Kenya, pale kwa, kwa mm. ni umepita makamati, makamati Sheikh <coughs> umekusanya sana, ndo maana watu wananiuliza mimi kwa nini pale chuo ni Kadiria, watu wengi sauti zao zimetengenea na zimekuwa nzuri. Sababu ilikuwa siyo kumbe, mwalimu Ahmadi alitafuta mkufunzi wa masuala ya makamati na mambo alhamdulillah, mpaka kesho Tanzania nzima hata akimuna kwa sababu Muhammad ni mfanani vile vile, ndio kasida zote za mwambao wa Zanzibar asili yake ni yeye, ndio akina umi maabadi, kasida hizo umi maabadi, tarehe ya uzao Naitukuza, nani watu wote vio vingi sasa hivi kisoma kaswida wanasoma kia kadiria, ndio ni fanani. una unajisikiaje kupata mwaliko kunako hadhara usiku wa barazanji, usiku ambao anasefiwa mtume Ufani? Muhammad naalika watu katika hii hadhara, katika hii hapo unaalika watu, naalika watu katika hii hadhara kwa, na mimi nimo katika hawa eh, landa haya usiku wa barazanji, na usiku barazanji. Shukran sana alhabibi, tunarejea kwako bwana. Kumbe alitokea Sheikh Rashid kutokana na taadhima yake amekuja ah, kutusalimia salama. Lakini bwana, naam, mimi eh, nafurahika sana ninapokuwa na Sheikh Masudi na katika furaha yangu katika mtu ambaye anatumaini katika kusoma Qurani, huna jazba, huna nini huu usiri huu wewe wa kuwa unasoma Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu huingii jazba. Manake wasomaji wengi wanaposoma Qur'ani hupata jazba na mambo mengine yeah. huu usiri wa kutulia wakati unasoma Qur'ani tajwidi ume, umeupatia wapi? Ah, kama nilivyokuambia mimi mwalimu wangu ni Sheikh Miraji, na Sheikh Miraji amesoma sehemu tofauti, amesoma ndio, Misri ndio, amesoma katika dunia katika mzunguruko amesoma mzunguruko tofauti ndio na vile vile amesoma kwa Sheikh Faki, lakini pia Sheikh Faki ni mwalimu mkubwa Zanzibar. Ndio e. Lakini vile vile utulivu unatokana na kitu kimoja, unajua Qur'ani, Sheikh, inapaswa kusoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio, na sio kwamba watu wakuone, ndio, bali unapaswa usome Qur'ani kwa ajili ya ucha Mungu, ndio. Kwa hiyo unapoisoma Qur'ani kwa uchamungu Mungu, maana yake ni lazima ufikie hatua, utaisoma kwa utulivu na wala hutoisoma kwa sifa au watu wakuone, ama vipi kwa sababu hata watu wakikuona itakuwa haisaidii chochote ndio e. Ni hivyo, na nashukuru umezungumza maneno ya Zahidun, hmm. Zahid ni mtu ambaye ameipa mgongo dunia hmm, una, unafanya kitendo cha kufanya kusoma Qur'ani tukufu, lakini nia yako kwamba kile unachokifanya unasoma kwa uchamungu mkubwa. Maneno haya almarhumu Abdul Basit rahimahullahu ta'ala alimwambia yule mama alokuwa akiimba music, Ummi alikuwa anaitwa nani ule Ummi nani, Ummul Kulsum. Alimuuliza mm. Shekhe, mbona unatumia nguvu sana katika kusoma malipo yanakuwa madogo? Akamba, mimi nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na malipo si madogo, malipo yake ni makubwa. Akajaribu kumpa neno, akamwambia mimi Qur'ani hii ninayosoma, hizo show zako zote ulizofanya haijafikia malipo ninayoyapata mm. ya, ya duniani na ya akhera. Basi Umu alinyonyea alitamani kutamka shahada. Na wewe unawaambia nini wale ambao wanafikiri nyinyi mnayafanya haya kwa ajili ya kupata malipo? Ah, Mwenyezi Mungu katika Qurani kaahidi kwamba mwenye kuitaka dunia basi atampa dunia, lakini mwenye kuitaka akhera atampa dunia na akhera. Kwa hiyo ukifanya jambo hili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi yeye atakupa duniani atakupa na akhera. Kwa hiyo inavyostahili malipo yaje ya kulipe yeye mola mwenyewe kwa kile unachokifanya, bali wewe usifanye kwamba labda mimi nahitaji katika maisha yangu kwamba iwe ni malipo juu ya kile lakini, umtangulize Mungu na Mtume. Sasa Mungu na Mtume wao ndo watakurekebishia na watakutengenezea njia sahihi ile ambayo unastahili.